Karibu kwenye chaneli ya Amka na leo hii nataka nizungumzie zaidi juu ya kusudiwa la hii chaneli ya Amka. Najua baadhi yenu mshaanza kuangalia vipindi kadhaa ambavyo vimeshawekwa katika chaneli hii. Tupo katika YouTube, tupo katika TikTok, tutakuwa pia katika Facebook na chaneli nyingine nyingine za zinafunguliwa huko mbele ya safari, lakini nataka nizungumzie na au niwajulishe watu ambao watakuwa wanaangalia chaneli hii, kusudio la hii chaneli. Kwanza kabisa nini kimenivuta kufanya, kufanya, fa kufa, kuweka kitu kama hiki mtandaoni? Labda mimi nikiwa kama mtu naishi Tanzania, kwa miaka zaidi ya thelathini, kumekuwa na midahalo mingi, kumekuwa na, na mihadhara ya ndugu zetu Waislamu ambao kwa namna moja au nyingine, hata katika misikiti yao wamekuwa wakizungumzia imani ya Kikristu katika namna ambayo ni hasi hasa zaidi kupinga E, misingi ya imani ya Kikristu na mambo ambayo Wakristu wanayaamini na kuyashika kama mihimili mikuu ya imani yao. Sasa katika kuzungumzia imani ya Kikristu wamekua kuna kashfa na wamekua wakitoa kauli nyingi au kuleta vikwazo vingi sana kwenye imani ya Kikristu. Kwa hiyo chaneli hii kusudi lake e, mojawapo ni kuweka sawa haya matamshi au hizi kauli au mafundisho ambayo yanaleta yana, ukinzani yana, mkubwa sana hasa kwa Wakristu wa, wa, wa lakini hata kutengeneza imani potofu kwa Waislamu wenyewe ambao wengi wao hawajui lolote kuhusu Kristu. Wanajua wanachokisikia kutoka kwa mashehe wao au kutoka kwa walimu wao wa imani ya Kiislamu, lakini chaneli hii inataka kutoa msingi na kutoa elimu nini Wakristo wanaamini. Lakini jambo jingine ambalo pia limenisukuma kuweka kitu kama hichi, kumetokea pia upotofu kutoka kwa Wakristo wenyewe ambao aidha kwa, kwa, kwa kutokujua au kwa kujua wamefanya wamepotosha mambo kadhaa yanahusu imani ya, ya, ya Kikristo. Kwa mfano mwezi Mei mwaka me elfu moja mia tisa tisini na tisa aliyekuwa mkuu wa kanisa Katoliki eh, Papa Yohane Paulo wa pili, eh, pale Vatikani alipokea ugeni kutoka nchini Iraq, ugeni ambao ulikuwa unahusisha una, ambao ulijumuisha viongozi wa, wa madhehebu ya Kisuni na Kishia waliokwenda kutembea pale Vatikani, na katika ujio ule E, moja wapo viongozi wa, wa Kiislamu alimpa Papa Yohane Paulo e, nakala ya Qur'an, na kwa namna moja au nyingine sijui, alikuwa sijui kusudiwa la Papa Yohane Paulo ilikuwa ni nini, akakipokea kile kitabu na kukibusu. Kwanza alikiinamia na kukibusu. sasa hulo ulikuwa ni upotofu mkubwa sana katika imani ya Kikristo, lakini pia ulikuwa ni usaliti mbaya sana. Kwa hiyo hakuna, haya ni mambo ambayo baadhi ya viongozi wa kanisa wameyafanya, wame, ambayo yameleta ukakasi mkubwa kwa Wakristo wenyewe, lakini pia imeleta hata upotofu kwa Waislamu. Kwa mfano, katika macho ya Mwislamu mwingine ambaye mwenye uelewa mdogo anaweza akaona kumbe, imani yetu ina uzito mkubwa mpaka mtu kama mkuu wa kanisa Katoliki anatoa heshima namna hiyo kwa kitabu chao. Uh, vilevile mbali ya hayo pia hivi karibuni hapa nchini kwetu Tanzania, kumekuwa na kauli kadhaa baadhi ya viongozi wa kanisa eh, kwa mfano kuna mchungaji mmoja maarufu hapa Dar es Salaam anaitwa mzee wa upako, ambaye ametoa kauli kwamba kwake yeye, baada ya kusoma maandiko, anasema Yesu si Mungu. Kwa hiyo haya na mambo kama mengine kama hayo ndio yamenipelekea kufanya kuwa na msukumo wa, ku, wa kutengeneza channel hii na kutoa eh, mapitio na mafundisho kuangalia Biblia inasema nini kuhusu mafundisho haya ya Kikristu na pia ku, ku, ku, ku, kuondoa upotofu ku, kuwasaidia Wakristu wenzangu kuondoka na, na hofu iliyowajenga au mikakasi eh, walioipata mioyoni mwao na kwenye, kwenye imani zao. Lakini pia zaidi kuwapa fursa Waislamu. Naam, eh, Amka inaongozwa zaidi na neno eh, la Mungu kutoka katika Biblia Takatifu na, na msukumo mkubwa unatoka kwenye kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza mstari wa ishirini mpaka wa ishirini na tatu ndio msingi mkuu ambayo amka ina, inasukumwa na neno hilo na neno hili na, linasema hivi <coughs> bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika roho mtakatifu Jilindeni katika upendo wa Mungu huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristu hata mpate uzima wa milele. Wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkiliuchukia hata vazi lilotiwa uchafu na mwili. Yuda anasema anawaweka watu katika makundi matatu, anatuambia sisi wa Kristu hawa watu watatu. Wa kwanza Anatuambia, wahurumieni wengine walio na shaka. Hawa ni watu ambao mimi nasema kutokana na haya mafundisho matofu ya, ya, ya Waislamu na pengine a ya baadhi ya, ya, ya Wakristo wenzetu watu hawa wamepata mashaka. Kwa hiyo hili ndilo mojawapo ya msukumo wa, wa hii chanel kuwatoa mashaka hawa Wakristo ambao me, wamepata wasiwasi kuhusu imani yao. Jambo la pili, Yuda hapa anatuzungumzia, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. Katika Ukristu tunaamini kabisa kwamba imani ya Kiislamu ni imani potofu, na tunaamini pasipo shaka kwamba imani ya Kiislamu ni ya mpinga Kristu. Kwa hiyo sisi kwetu sisi Wakristu Waislamu e, ni wenzetu, lakini pia Bwana yetu Yesu Kristu aliwafia msalabani. Kwa hiyo wao tunatamani, tuna kama sisi wengine tuliopata neema hii ya wokovu kupitia bwana wetu Yesu Kristo, na wao pia wapate neema hii. Kwa hiyo nia yangu pia ni, ni kwa mujibu wa, wa Yuda anavyosema, nao tuwatoe katika moto, lakini pia anasema eh, kundi la tatu Yuda anawazungumzia anasema: na, eh, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukulia hata vazi lilotiwa uchafu na mwili, kwamba fundisho hili ni kwamba hii imani tunaokuwa nayo tusikae nao sisi wenyewe tu. Kuna wenye hofu lazima tuwasaidie, kuna ambao tayari wako katika moto, pengine wanaelekea katika njia ile ya upotofu, tuwasaidie na kuwahurumia. Na wengine tupate tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, hofu kwamba tukae nao mbali, kwamba kuna wengine ambao watakataa tu hata ufanye nini, watakuwa katika katika hali ya upotofu, tunatakiwa tukae nao mbali kwa hatutajenga. Nia ya chaneli haitajenga ku, ku, kuleta mabishano au kuleta eh, mizozano na madhumuni ya chaneli hii tuna madhumuni makubwa mawili. Dhumuni la kwanza ni kujibu hoja na mapingamizi ya ndugu zetu Waislamu ambazo wanazitoa dhidi ya imani ya Kikristo, na mambo makubwa kabisa ambayo mafundisho yao ya baadhi ya katika hii mihadhara na baadhi ya katika hotuba zao wanaotoa wanapinga zaidi ni katika, tutajikita katika ile, ile, ile, ile, ile pingamizi zinazokita zaidi katika ile misingi mikuu ya, ya Kikristo, kwa mfano Uh, upingamizi kuhusu utatu wa Mungu Yehova ambaye anafundishwa katika, katika Biblia Takatifu kwamba Mungu anaishi katika nafsi zake tatu, ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pingamizi jingine eh, ni kuhusu eh, umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo eh, na nyingine ni, ni pingamizi inalohusu kifo na ufufuko ambao kimsingi ndio kinaletea uokovu. Haya ni mambo baadhi tu lakini haya ndio makuu kabisa na tukiangalia katika Qurani nakuta baadhi ya vifungu vya Qurani ambayo vinapelekea vina, vina ku, kutengeneza mafundisho namna hii kwa mfano katika Qurani sura ya ile ya 5 aya sabini na mbili mpaka sabini na tatu uh, Qurani sura ya tano aya mia moja kumi na sita Qurani sura ya 112 aya ile ya kwanza mpaka ya nne Quran ile sura ya 19 aya ya 88 mpaka 92, Quran sura ya 4 aya ya 157 mpaka 158. Hizi ni baadhi ya vifungu katika Quran katika ambavyo vinapinga vina kwa namna kuu ile misingi ambayo nime, nimeisema katika ya Ukristo, kwamba eh, utatu mtakatifu, kifo no na ufuko wa Bwana Yesu, umungu wa Bwana Yesu na uokovu utokaa na kifo na ufuko wa Bwana Yesu lakini pia, pia tutakuta pia mambo mengine kadhaa lakini pia kama kwa kwa ndugu yangu Muislamu ambao unaangalia chaneli hii, ni kwambie tu ukifungua Biblia hasa ukaenda katika ile Agano Jipya na ukasoma zile e, e, baadhi ya, ukasoma baadhi ya vile vitabu hasa tukianzia katika Injili, utagundua kabisa haya mapingamizi ya, ya, ya Quran kama baadhi ya vifungu ambavyo umevisoma, utagundua haviendani kwa namna yote na nini kinafundishwa katika Biblia takatifu hasa katika agano jipya kwa mfano ukiangalia Matayo ile sura 28, mstari wa kumi na saba mpaka ishirini ukapitia uh, waraka kwanza wa Yohana kwa watu wote sura ya pili mstari wa ishirini na mbili na sura ya tano mstari wa arobaini na tano ukapitia injili ya Marko sura ya kumi na nne mstari wa sitini na moja mpaka sitini na nne na utaona kwamba kinachozungumzwa katika Quran na kinachozungumzwa katika Biblia kuna mgongano mkubwa. Sasa nini kinasimama nini, kina ukweli? Tutakwenda tukijifunza na tutakuwa tukipitia vifungu kwa vifungu na, na tutakuwa tunachanganua, lakini zaidi kwa mfano kuhusu e, swala la kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni jambo ambalo liko, e, tuseme liko limeandikwa kwa uwazi sana katika injili zote nne. Mathalan ukisoma Matayo kuanzia aya ya mini sura ya ishirini na sita mpaka ishirini na nane ukasoma Marko sura ya kumi na nne mpaka kumi na sita Ukaenda kwenye injili ya Luka sura ya ishirini na mbili mpaka 24 ukamalizia kwenye injili ya Yohana sura ya kumi mpaka ishirini. Hizi ni sehemu ambazo utaona tukio kamili la Bwana wetu Yesu Kristo, kuanzia anapokamatwa, anapohukumiwa kufa, anapo, uh, msalabani, anapotundikwa msalabani anakufa, na baadaye anafufuka; ziko wazi kabisa. Lakini kusudio letu la jingine la pili ya chaneli hii litakuwa kuwapa waislamu uelewa na ukuwa weli juu ya habari ya wokovu. Tunajua kwamba habari ya wokovu hili neno ndio ndio linasimama katika ile neno injili. Bahati mbaya au nzuri, Quran inaitaja ime, ime, ime, ime, ina Injili, japo wenyewe waislamu hata Qurani yenyewe haifahamu neno maana ya injili ni nini. Injili neno la, la, la, la Kigiriki au Kiunani ambalo lina maana yake ni habari njema, na Bwana Yesu anazungumzia habari njema ya wokovu. Kwa hiyo tuna, Nia, nia kubwa zaidi ni kuwapa wenzetu Waislamu kuhusu uelewa na waweze kupata uelewa na na kweli wajue habari ya wokovu aliotuletea Bwana wetu Yesu Kristu. Kwa mfano ukiangalia hii eh, kuhusu habari ya wokovu ni Mungu ambao aliahidi toka wakati ule Adamu na Eva au katika Waislamu na wamwita Hawa walipoanguka katika dhambi. Tunaweza kuona kwamba sura ile ya tatu ya kitabu cha Mwanzo ya 14 mpaka kumi na tano tunamwona Mungu akitoa ahadi na, na, anamwambia ana, ana eh, nyoka ambaye anasimama kwa njia ya Ibilisi, kwamba nitakuwekea uadui baina yako wewe na huyo mwanamke na baina ya uzao wake huyo mwanamke na uzao wako wewe, kwamba wewe utamponda tam, kisigino naye atakuponda kichwa. Lakini pia tunaona katika, katika agano la kale eh, wa, wa, manabii wengi wakitoa ubashiri ama utabiri wa kuja kwake huyu mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa mfano, utaweza kuona katika katika kitabu cha Isaya sura ya tisa mstari wa sita utamwona Bwana Yesu kwa wazi kabisa, Isaki, akimtabiri. Na tukienda baadaye tunakuta katika ile Injili ya Yohana sura ile ya tatu mstari wa kumi na sita namna gani namna gani eh, Mungu anatuelezea ana, ana, ana, ana, ana baba wa mbinguni anatuelezea kwamba jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wapekee ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ni habari njema sana. Na Mungu kwa upendo wake ana, alitupa namna ya uokovu ili na ndugu zetu waweze kufahamu. Lakini pia tutakuwa, tuna nia tuna, nyingine ni, ni kuwatahadharisha wale ambao wasio Waislamu juu ya hati, Waislamu na hata wasio Waislamu juu ya hatima yao. Nitasoma vifungu viwili eh, cha kwanza kutoka katika wa, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari ule wa ishirini na mbili mpaka ishirini na nne anasema hivi: ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyu ndiye mpinga Kristo, yeye akanaye Baba na Mwana. Kila amkanaye Mwana hanaye Baba, amkirie Mwana anaye Baba pia. Ninyi basi, hilo mlolisikia tangu mwanzo, nalikae ndani yenu. Ikiwa hilo mlisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu ninyi nanyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya Baba. Hili ni jambo moja la msingi sana kwamba, uh, ndugu zetu Waislamu wafahamu, unapomkana bwana wetu Yesu Kristu unakuwa umemkana na, na baba wetu wa mbinguni, na unapomkosa au kukosa rehema ya bwana wetu Yesu Kristu hutoweza kuipata rehema ya, ya Baba wa mbinguni, kwa maana nafasi yako ya kupata uokovu haipo, kwa sababu uokovu wetu upo ndani ya Kristu, na kwenda kusoma pia eh, somo jingine linatoka katika waraka huo huo wa kwanza wa Yohana. Safari tutasoma katika ile aya ya mesura ya tano mstari wa uh, nne. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu na huku ndiko kushinda kushinda kwa ulimwengu hiyo imani yetu. Na, tuki tukienda katika mstari wa tano nasema hivi mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yohana Mtume anatuambia wazi kwamba hakuna namna nyingine ya kushinda ulimwengu isipokuwa kupitia kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu na wengine ambao mnaangaa chaneli, ambao pengine kwa namna moja au nyingine mlikuaza na mafundisho mapotofu ya kama baadhi ya Waislamu, hata pengine kwa Wakristo wenzetu, tufahamu hiyo kwamba hakuna namna nyingine yoyote ya kupata uokovu isipokuwa ya kwa kuamini kwamba Bwana Yesu ni mwana wa Mungu, e, Jambo jingine pia ni, ni kumtambulisha Bwana wetu Yesu Kristu kwa ndugu zetu Waislamu na kwa wale ambao wasio Waislamu, ambao pengine hawajaweza kuiva katika imani ya Kikristu, kwamba huyu Bwana wetu Yesu Kristu ni njia na kweli na uzima. Anasema mwenyewe kwamba mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yake yeye. Unaona Bwana hii kauli kwa mfano kwenye, kwenye, kwenye Injili ya Yohana sura ya 4 mstari 16, Bwana Yesu anaitwa Kweli na katika Quran ukienda katika ile sura ya 22 aya ya 62 unamwona Allah anajiita Al-Haq. Sasa Al-Haq ni, ni, ni kweli katika neno la Kiarabu. Sasa unakuta hili ni, ni, ni sifa ya Bwana wetu Yesu Kristu ambayo Allah naye anajipa. Kumbuke Quran ni kitabu ambacho kimekuja karne saba baada ya Ukristu. Lakini pia tutamtambulisha bwana wetu Yesu Kristo kama ni nuru ya ulimwengu, kwamba anakuja kutuangazia kujua namna gani bora ya kuishi hapa, ili baadaye tupate neema ya kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu anatambulikana ana, ana, katika, katika, katika Biblia takatifu kwamba ni, ni nuru ya ulimwengu. Tunaweza kusoma hii katika Injila ya Yohana sura ya nane mstari wa kumi na mbili. Lakini pia katika gano la kale tunaiona katika Isaya sura ile ya tisa mstari wa wa pili. Ukienda katika Qurani kwa mfano, kwenye kwenye aya I mean sura ya 24 aya 35 utaona Allah anajiita yeye Al-Nur. Naam, Bwana Yesu anajitambulisha kama nuru. Kwa hiyo ni Waislamu, ni fursa pia Waislamu wafahamu huyu Bwana Yesu e, ana ana sifa na, na, na kamili ya kimungu kama ni nuru ya ulimwengu, lakini kubwa zaidi ambalo Mwenzangu wa Islam nataka ni nitumie ni, fursa hii kwa kutumia chaneli hii kumtambua Bwana Yesu Kristo kama ndiye ufufuo na uzima. Naam. Utaiona hii katika ile Injili ya Yohana na baadhi ya vingine vitabu vya kwenye, kwenye Biblia katika Yohana sura ya 11 mstari wa 25. Ukienda kwenye tano, ukienda kwenye Quran kwenye, kwenye ile um, sura ya ishirini na mbili aya ya saba utaona Allah anajiita al-Baith maana yake ni eh, ufufuo huu. Sasa yote haya unagundua kwamba baadaye sana mwandishi wa Qur'an anampa ana Allah sifa za huyu bwana wetu Yesu Kristo, lakini eh, nia hii sio karibu kuwa challenge wa Waislam, nataka tu wapate ufahamu ili polepole waweze kupata nuru na waweze kupata kufunguka na kujua. Eh, labda jambo moja la msingi nataka nizungumze ni kupitia channel hii ni kuwaambia ndugu zangu za wote ambao mtakuwa mnaangalia channel hii kwamba nia ya channel hii si kukashifu Uislamu, si kukosoa wala si kuzodoa kwa namna yoyote ile. Nia ni safi kabisa kwamba ndugu zetu wapate kufahamu imani kamilifu kabisa ya Kikristo na uokovu ambao Bwana wetu Yesu alitupatia kwa namna ya ajabu na kipekee na kwa upendo wa ajabu sana. Bwana wetu siku hizo atuambia kabisa, hakuna upendo unaozidi huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndicho alichokifanya pale msalabani. Labda tusome maandiko mawili kuhusiana na hilo. Tutasoma uh, kutoka katika Injili ya Marko, ya Marko eh, sura ya 16 mstari wa 15 mpaka 16. Huyu ni Bwana Yesu anazungumza hapa, anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Hili ni jambo la msingi sana ndugu zangu, lazima mlifahamu, hasa wale Waislamu na, na sehemu nyingine. Nataka niwasomee kabla ya, ya kut, uh, kutamatisha hii, nitakusomea kipande kutoka katika barua ya Paulo Warumi, utasoma ile uh, sura ya, ya, ya kumi mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na tatu, na mstari wa kumi na saba. Paulo anaandika, anasema hivi: kwa maana hakuna tofauti ya miahudi na miunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote mwenye utajiri kwa wote wa mwitao kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Kwa hiyo nikutie channel hii pia ni kujaribu kuatia moyo Waislamu kwamba hata wao hii fursa wa ya wokovu ipo kwao. Huyu Mungu wetu eh, Yehova, ambaye alimtuma mwanae Bwana Yesu Kristo kuletea wokovu habagui, na alikufa kwa ajili wote, ila tu yule ambaye atakayemwamini ndio atakapata hii fursa ya wokovu. kwa hiyo tu, eh, tukienda katika ule mstari wa kumi na saba katika sura hiyo hiyo ya, ya Warumi sura ya kumi nasema hivi <clears throat> basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo chaneli hii kusudio lake ni ku, kuweza kutoa changanuo mafundisho ili yule ambaye amekwazika akiweza kusikia apate imani yake apate kuishwa na yule ambaye Muislamu ambaye alikuwa hajui ambaye atakuwa anafuata chaneli hii basi ni apate fursa kusikia hii imani kamilifu kabisa na fursa ya wokovu aliyotuletea Bwana wetu Yesu Kristo. Labda, nitazungumzia jambo moja kubwa kwamba katika chaneli hii tutakuwa tunatumia maandiko, hatutakuwa tunazungumza tu hivi hivi tutakuwa tunatumia maandiko na tutatumia, kwa upande ya maandiko ya Kikristu, tutatumia Biblia takatifu na katika maandiko ya Kiislamu tutakuwa tunapitia pia e, aya mbalimbali kutoka katika Qur'an, na e, mbali ya hiyo tutapitia pia e, waislamu wa anaita sunna sunna za, za Muhammad ambazo ni hadithi na tutajikita zaidi iwezekanavyo katika hadithi sahihi. Kwa ndugu zangu wa Kristo ambao wa wawafahamu Eh, hadithi ni, ni mkusanyiko wa, wa maandiko ambayo yaliyokuwa ya ya ya yanakiliwa ya yanayokariri aidha maneno aliyozungumza Muhammad, wakatoa uhai wa wake au matendo aliyoyafanya, ambayo yanachukuliwa kwa uzito sana, ambayo yanajenga mafunzo na sheria za Kiislamu na mwongozo na wa na namna gani Uislamu unatakiwa nende. Hadithi zimegawanyika katika makundi matatu, kuna hadithi sahihi, kuna hadithi hasan na no, kuna hadithi dhaifu. Kutoka, kutumia hadithi zilizokuwa katika hadithi sahihi hasa hasa za Bukhari na Sahih Muslim e, mbali ya, ya Quran, hadithi tutatumia pia sira ya, ya Muhammad, ambao hii ni, ni, ni, ni kitabu kinachozungumzia maisha ya Muhammad katika wakati wake, uhai wake, hasa wakati ule alipokuwa akieneza aki, aki imani ya Kiislamu. Sira hii iliandikwa ni Ibn Ishaq, na mbali ya hivi vitabu vitatu tuta, tuta, tutakuwa pia tukitumia tafsiri e, na tutajitahidi pia kutumia tafsiri e, kuu tatu Altabari, Ibn Kathir na Aljalalain, ambazo Aljalalain ni mkusanyiko wa, wa, wa, wa tafsiri za kutoka kwa makali na als Alsuyuti. Lakini katika kufunga mazungumzo yangu ya leo, nikipenda nifunge kwa ma, ne, ma, maandiko mawili. Andiko la kwanza litatoka katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari 31 mpaka 36. Yohana sura ya 31, sura ya nane mstari wa 31 mpaka 32. Basi Yesu akawambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaefahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Nataka niwatie moyo ndugu zangu Waislamu na wengine kwamba uh, kusudio la chaneli hii ni kuleta ukweli mbele yenu na ukweli hii ninaamini kama mtaipokea, basi itawaweka huru. Haya ndio maneno Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia nataka nikusomee neno moja kutoka katika, katika Quran e, tasoma kutoka Quran uh, kutoka, kutoka <coughs> sura Yunus. Hii ni sura ya kumi aya ya tisini na nne Hapa kwa mujibu wa Quran, hapa ni Allah anamwambia ana Muhammad kwamba na kama unayoshaka juu ya hayo tuliokuteremshia basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako, yani hao Wayahudi na Wakristo. Kwa yakini haki imekwisha kukujia kutoka kwa mola wako, kwa hiyo usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka. Hapa Muhammad anaambiwa na Allah kwamba kama anafanya mashaka jambo lolote, basi arudi kwa wale ambao walipokea eh, vitabu kabla yake, ili aweze kutolewa shaka. Maana yangu ni nini? tuki tukiwa tunaendelea katika mazungumzo yetu katika, katika channel hii katika vipindi mbalimbali mbali, na katika, katika topic mbalimbali mbali, kitu kikubwa kitajitokeza kwa mtu yote ambaye amesoma Quran na amesoma Biblia. Jambo kubwa linajitokeza kwamba kimsingi yanayoandikwa katika Quran hayaendani na yanaandikwa katika Biblia takatifu. Ndio maana unakuta Waislamu wanapinga utatu wanapinga umungu wa Bwana wetu Yesu Kristu, wanapinga kifo na fuko na mambo mengine mengi tu. Kwa hiyo kwa wewe mwislamu ambao utakuwa una, una pengine umepata fursa ya kujifunza au utakuwa unafuatilia chaneli hii utagundua hili jambo litajidhihirisha. Ndipo Allah anakwambia unapopata, eh, wasiwasi wote rudi kwa Wayahudi na Wakristu ili akuhakikishie. Kwa hiyo huu ni wito ambao hata wewe Allah ana, ana, ana anakushurutisha na alimshurutisha Muhammad kwamba utakapopata shaka lolote rudi kwa wale waliopokea mapokeo kabla yako, yani Wayahudi na manasara. Wanasara ni Wakristu kwa mujibu wa, na, wa lugha ya Qurani. Kwa hiyo nia hapa ni kuwapa fursa Wakristu ambao pengine wamepata wame mashaka, lakini zaidi kuwafikia ndugu zetu Waislamu waweze kuifahamu imani ya Kikristu, lakini pia waweze kuipokea ili wapate fursa ya kupata wokovu, maana kuna maisha zaidi ya haya maisha ya mwili. Ndugu zangu, naamini hata Waislamu wanafahamu hilo, hata sisi Wakristo tunafahamu hilo, kwamba kuna maisha zaidi ya haya tulionao ya kimwili. Kwa hiyo ni ni, ni, ni, ni, ni hamu yangu na nia yangu kwamba, naamini utalipokea kwa dhati na utaendelea kufuatilia chaneli hii. Asante sana, na tuendelee kufuatilia chaneli hii. Kuna mengi ya kujifunza na mengi ya kufunuliwa pia. Asante, karibu uendelee kuwa mojawapo wasikilizaji.